miongoni mwa mapote hayo, tunavyojua Shia, Khawarij na Khawariji na matawi yao, kuna ikhwanu muslimun, kuna Daishi, kuna Boko Haram, wote wanaingia katika Khawarij. Masufia hawa kwa turuku zao zote, kuna al-Qadiria, si Nakshbandia, si Shadhilia, yote hii ndio subuluzi

kunakotutoa katika kushikamana kwenye njia ya Allah subhanahu wataala. Kwa leo hii utakuta waislamu wamegawanyika, huyu yuko kundi hili, huyu yuko kundi hili, huyu yuko kundi hili, huyu yuko pote hili. Sababu, sababu ni kuacha kufuata njia aliyoelekeza Allah subhanahu wataala, kwamba anna hadha sirati mustakim, na hakika hii ndio njia yangu imeyonyoka, ifuateni. Njia yenyewe ni ipi? ni ile alitisamu watasimu bihablillahi jamia. Njia yenyewe ni ile, ni kule kushikamana na Qurani na Sunna kwa ufahamu wa Mtume na maswahaba wake. Hii ndio njia tulipoiacha. Njia hii au watu walipoacha njia hii, wakaanzisha vikundi vyao ambavyo vinafuata matamanio ya nafsi zao, hapo ndipo Mtu atasema sasa shekhe, kwani haya makundi na swali wana, nasi wao wana swali na sisi tuna swali, wanasema la ilaha illa Allah sasa. Sasa wamepotea wapi? Usidhani kupotea maana yake lazima ule mtu usifanane naye chochote, usidhani huko ndio kupotea tu. ah, kupotea Mtu anaweza kapotea kwa jambo moja tu, akihalifu katika dini ya Allah Subhanahu wa Taala, hususan katika akida. Akihalifu moja katika akida kapotea, na ndio maana ibilisu laini. Kuna mambo tunafikiri, si kuna jambo tumeafikiana naye ibilisi. Ibilisi, kuna jambo tumeafikiana naye nalijua, lakini mbona si mwenzetu? Au yeye ibilisi mwenzetu? Ibilisi mwenzetu, lakini kuna jambo tumeafikiana naye nalijua ibilisi amekiri kuwepo Allah. Qala rabb andhurni yash ila youmi yub'athu, e Allah nipe muda nicheleweshe mimi mpaka siku ya kufuliwa siku ya mwisho. Hapa amekiri kwamba Allah yupo, alaisa kadhalika, amekiri kwamba mola yupo. Ibilisi amekiri kuwepo Allah, lakini mulhiduna, watu wasiokuwa na dini wa magharibi leo hii, mulhiduna hawakiri kuwepo kitu kinachoitwa kwenye Kiswahili ta Mungu. Mungu hasema hakuna Mungu. Wala hakuna kufa wala kufufuliwa. Wala hakuna pepo wala moto wala moto. Kwa hiyo Ibilisi tumeshikiana kwenye hiyo. Wakristo, Wayahudi tumeshirikiana kwenye kuwepo. Wanaona wanaamini kwamba Mungu yupo. Wanaamini kwamba kuna kufufuliwa. Wanaamini kwamba kuna kufa na kufufuliwa kuna amino, na kuna pepo. Wanaamini Wakristo. Tumeshirikiana nao kwenye hili kwenye, kwenye kuamini. Je, ni wenzetu? Eh, si wenzetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wamemkufuru Allah baada ya kusema waungu eshi inna Allaha thalithu eh? Waungu ni watatu. Kabla ya kuangalia mengine, hilo peke yake linatosha kuongeza katika ukafiri wahakadha Waislamu ashia au mtu kana Abubakar na Umar, inatosha kuwa si wazito, hata kama anasema la ilaha illallah. Asufia wanaabudu mashehe na makaburi, wanaabudu mawali, wanaabudu makaburi, wanaabudu maiti, wanaabudu wanaomba maiti kwenye makaburi na kufanya ghulu asufia, inatosha kuwa hao si wamepotea, hata kama anasema la ilaha illallah, hata kama anasali msikitini. Makhawarij wanakufurisha waislamu na kuwaua wasiokuwa na hatia, inatosha kuwa si wenzetu, na kuhalalisha damu za waislamu na damu zisizokuwa na hatia katika wasiokuwa waislamu na ahadina na wengine, inatosha kuwa si wenzetu, hata kama wanasema la ilaha illa Allah, hata kama atakuwa na ndevu mpaka zinaguza mpaka chini, hata kama atakuwa na na kanzu nisfu saka, maadamu wanakufurisha waislamu na kuhamasisha katika kutoka katika utawala na kufanya uasi huyo si wenzetu. Bidaa hii peke yake ya khawariji inamtosha kwa wasi wenzetu, hata kama atakuwa na ndevu zinavutika vipi? Kwa hiyo habari ya kusema kwamba ni wenzetu, kwa kuna tofauti, tofauti ipo ukizusha jambo katika dini katika misingi ya dini na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake

ya kheri ni kumcha Allah, kufanya sunna na kuwacha bid'a, kufanya tauhid na kuacha shirki. Hiyo ndio al-i'tisam, hiyo ndio al-i'tisam. Kinyume chake ni tafarutu, na navyo vyote ni itakavyofanya mtakavyokuwa watu misikiti, ungane ifanye nini, uislamu tuwe na nguvu. Misikiti uislamu hawezi kuwa na nguvu katika maasi abadan. Wewe na nguvu kwa namshirikisha Allah, hawezi kuwa na nguvu. Nguvu si ya kukutana mimi ile shekhe. Sasa mkutana mimi nimeshakua wingi, nimekutana sehemu moja, mnafaa kwenda nabiba vyuma. Nafaa ni kwa hiyo nguvu ya kutuma vyuma. Quwwa tu imani namba moja ni al-quwwal imani. Nguvu ya kiimani ambayo itapelekea kupewa tawfiki na baraka na Allah subhanahu wa ta'ala na mambo yenu mtayafanya kwa nguvu, Mtakuwa na uwezo wa kujenga vitu vingi, mtakuwa na mali, mtakuwa na moyo wa kujitolea kwa wingi, mtasoma, mtapata elimu. Hiyo ndio hizo, inapokuja ata mmekutana misikiti yote ya Kitangali ameacha tofauti zenu, mmekutana hapo nje, tumekutana hatuna tofauti kisha nguvu na nguvu, ndio nini? Sasa ndio mtafanya nini? ni ndio nguvu hii, kwani nguvu ya mili, nguvu ya imani inapewa baraka na Allah, mnaweza kufanya vitu vingi, mnabarikiwa, mnapata mali nyingi ya halali, mnajitolea, mnajenga misikiti mizuri ya kisasa, mnaweka madrasa, mnasomesha watoto wanapata ilmu nguvu hiyo. Sikiliza nguvu, yaani nguvu, sidhani miguvu nguvu, unapata ilmu dunia ya leo. Nguvu sio nguvu ya mili, nguvu ya ilmu, nguvu ya iman, nguvu ya haiba, kwamba ukimwangalia mtu mwenyewe anakuogopa, hiyo ndio nguvu. Hujafanya chochote, lakini mwenyewe anakuheshimu, haiba hiyo. Hiyo ndio na maswahaba walikuwa na haiba wakisikia Uislamu wanakuja wenyewe, wa watu wa kufara, wakisikia Uislamu wanakuja wenyewe wa, wana heshimu haiba, hiyo ndio nguvu, na nguvu ya ilmu, na nguvu ya juhudi ya kutoa mali, kujitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Taala, hiyo ndio nguvu hasa, na miji nguvu. Haya nguvu ni vyuma, tuone kama kunyanyua vyuma kwenu kutawasaidia nini.